Kesho yetu taifa letu, mama Samia, nataka niwaambie, tunapozungumza swala la uchaguzi, hatuzungumzi tu swala la vijana kwenda kupiga kura, ni pamoja na kujitokeza kwenye mchakato mzima wa kugombea na kushiriki. Kwa kufanya makosa mwaka 2020 haya makosa watu wa kike mmeandaa hii shughuli, na mimi ni watieshime, muifanye mkoa mzima, kila pahala, muwawekee msisitizo chanya vijana kujitokeza kwenye chaguzi. Na niye ninao mfano mmoja, mgeni rasmi leo, ukiwauliza kwa nini chama tawala cha South Africa kimepoteza udhibiti tawala bunge na serikali aaopaa na watu wengi katika majimbo, sababu ni nini? Sababu ni moja tu kuu ni vijana kususia kujitokeza kwenye ushiriki kwenye uchaguzi, kwa sababu vijana ndio waindaji kubwa ambao wanahusika kwenye kupiga kura na mchakato mzima wa uchaguzi. Sisi Tanzania kama kwende vorefu kumuunga mkono Mama Samia, lazima tuhamasishane vijana kujitokeza kwa wingi kama ambavyo tulijitokeza kwa wingi wakati wa kuboresha daftari na kujiandikisha, pia tujitokeze kwa wingi wakati wa mchakato wa uchaguzi ili lengo mama la kuleta maendeleo Tanzania lipatikane. Nataka niwaombe kushiriki katika uchaguzi kwa vijana haiepukiki. Mgeni rasmi utakuwa shahidi, sera nyingi za maendeleo ambazo zinaundwa duniani na Tanzania zinawagusa vijana. Ukienda kwenye ngazi ya halmashauri kuna ile asilimia kumi ya mapato, nne vijana, nne wa mama na mbili nyingine wa walemavu. Kama tutashindwa kushiriki kwenye uchaguzi kwenye ngazi ya udiwani tukapata madiwani bora kwenye halmashauri, tukumbuke vijana, tutapoteza fursa ya kupata mikopo yetu ya asilimia nne. Na kwa bahati mbaya, kwenye kundi hili la vijana wako vijana wa kike na wa kiume, na nyie vijana wa kike pia mtakosa asilimia nne nyingine ambayo inarudi kwenu kama ni sehemu ya mkopo. Mkipata, mkipata madiwani ambao si wa kweli watafanya vibaya sambamba na kwenye bunge tukishinda kushiriki kwenye uchaguzi tukampata mbunge bora tukapata bora mbunge tutapata wabunge ambao watakwenda kufanya maamuzi yasiyokuwa bora kwa nchi yetu, na sisi kama vijana tutapoteza fursa zetu za kusemewa, za kuwakilishwa na kupatiwa maendeleo Zii. Kwa sababu ni sehemu ya neema na fursa yake ya kumfungua, kumletea maendeleo. Nataka niombeni ushiriki wetu kwenye uchaguzi ni muhimu mno, na umuhimu wa ushiriki katika uchaguzi ni kupata viongozi wetu moja kwa moja wanaotokana na sisi, aidha miongoni mwetu akiwa anagombea, tukamuunga mkono, tukampa ajenda zetu na akashinda uchaguzi, itatusaidia lakini nyingine Vijana kushiriki katika uchaguzi haiepukiki, kwa sababu uchaguzi ni wazi. Pia utatupa nafasi ya kuwawajibisha viongozi tuliowachagua. Kama umemchagua kiongozi na akaona namna ulivyopambana naye achaguliwe, itakuwa rahisi pia kumwajibisha, kwa sababu ataona nguvu ambayo ume, umeifanya kwake. Huko msemo wa vijana mtaani wanasema utakula ulikopeleka mboga. Taifa letu, taifa letu, niwaombe tusiwe wepesi wa kulalamika wakati hatukufanya majukumu yetu kwa umuhimu. Lazima tushiriki katika chaguzi.